Unakuja kuleta itikeli kwenye nyumba yangu, au sio? Unatoka wapi huko? wahkwambna kama hivyo aa, sikia, sipendi masalao kwenye familia yangu, kicha wangu umekuja kwenye utawala wa majini <coughs> Mshamba mmoja alafu sisteri, ndo nafuga maradhi. Ujue siku zote wahenga anasema kwamba ficha maradhi kifo mumbuo. Angalia sana anachokifanya huku, siku ntia hivu. Mimi nahangaika na sangarai na haha, mimi na pambana na toa jasho langu na kuja kusaidia familia, huyu mshamba anadanganya hapo ya ticho choto kwenye nyu, uwe haa, nitakuua. Ujue nitakuua de kaoto. Mshamba mmoja kakao ni mtoto ah. Mtoto ndo ya tato na ingia mpaka ndani ya angechukua hata TV, umo ndani ngekukua vipi? Angechukua chochote kile, ngekukua vipi? madogo arubaini na tano, unijue namba chafu, wewe jamani eh, niache nikamuua mshamba yule, si basi na wewe kaka mbona hivyo mpaka madogo unayafuta jamani, madogo madogo, sema kicha wangu cha mende umezingua kinyama yani yani mimi ndo nakutegemea we kama ndo jenelo mafia nakupa mchongo moja mbili tatu asena kuwa vipi mpaka ule mtoto anakushinda unafika naye mpaka nyumbani Uwe nini siletee upuda katika moja na mbili nasemeza mdogo wako mtaani, kuna chocho aliingia ambao mimi sielewi kuja kutokea buba mtaani wako. Wewe mtoto wa kiume anakushindaje mtoto wa kike kwenye kukimbia? Unashindwa kumkamata kumfinya, moja mbili tatu hivi na hivi. Anakushinda vipi? Sasa sikia, kwenye hili tumefeli. Ila siku nyingine nikupangilia ndonga. Hakikisha unakamilisha kila kitu. Sawa, badai nitafuta nitakupa mchongo mwingine wa hela. Au sio? mbonandamadusku angu a

Mbona umekuwa mtu wa kunikwepa kila unaponiona au? Ah, uh, hii staili yangu ya maisha ndo nafanya unikwepe? <coughs> nikukwepe kwa lipi? Ah, ah, basi tuachane na hayo. Vipi kuhusu ombi langu niliomba kwako? Haiwezekani. Ah, unamaanisha unipendi, si ndio? Sema kitu basi. Kweli unipendi nafanya haya yote kwa ajili yako na kwa ajili ya maisha yako. Napenda kukuona ukiendelea kuishi. Unamaanisha nini kusema unapenda kuniona nikiendelea kuishi? ah, ah. Unataka kujua kama nakupenda, si ndio? Haswa, ilo ndio swala ambalo nataka kulijua. Ndio, nakupenda lakini siwezi kuwa na wewe, naogopa. <coughs> <coughs> mbona nanivuruga? Tamika, unaogopa nini sasa? Samani, asenikimbie. Inakuwaje unaniziba njia? Kwani unifahamu mimi? Samani kwa kukutia hofu, ila toka kumekucha sijatia kitu chochote kile mdomoni mwangu. Naomba unisaidie walau hata shilingi mia tano tu au mia mbili Nikale hata kipande cha muhogo. Nakuomba tafadhali. Naomba basi nikakutafutia chenji hapo dukani, au twende wote. Hapana, chukua tu. Unamaanisha nibakia nayo yote? Ndiyo. Asante Mungu. Mungu akuzidishie tena akuzidishia mara elfu moja hapo ulipotoa. Sijali hivi mpaka lini? Sijui. Maana yaani wewe unakula wali halafu mimi umeniwekea miogo kweli, mke wangu? Kuna hela uliacha ili nikupikia chakula unachokitaka, mke wangu? Lakini lakini nini? Mimi sio fara kapela na usizani na pera inavyokuona na kuchukia. Na ushukuru nimekufikiria, nimekubashia hata hiyo miogo. Usingekuta kuta kitu chochote hapa ndani.

Bila usiku kuna mtu huwa anakuja dirishoni kwangu na kuimba nyimbo huko, akitonga kino, na hiyo nyimbo ni kama ya ubaya. Wewe umejuaje kama hiyo nyimbo ni ya ubaya? Nadhani umesahau kuwa mimi nilikaa sana kwa Bibi Bitipazi na bibi alikuwa ananiimbia nyimbo nyingi sana za kichawi, na hii nyimbo ninayoisikia inaonyeshwa dhahiri nataka kuchukuliwa kutolewa sadaka. Kwa hiyo unataka kuniambia mara mbili alikuwa mchawi haswa? Tena alitaka kunikabidhi mikoba yake ya uchawi ila mimi nilikataa. Huyo anaimba deshani kwako huwa anaimbaji? Sio nyimbo nzuri sana pindi ukizisikia, ila ngoja nikuimbie. Oh, baba, uwe Naona kazi na burudani eh, mwanangu. We acha tu mwanangu, yaani nimeamka leo nina hamu ya kisamvu, nimeamua nikiandae mapema. Kumekucha mama. Eh mwanangu, acha nipitepite nione kama naweza nikapata kibarua kweli, baba. Kapambane mwanangu, na wala usije ukakate tamaa, na wala usichoke, jitahidi mwanangu, we wa kiume, tunakutegemea baba. Natambua hilo na naamini litafika mwisho tu, mama. Haya, sawa mwanangu, wai ukirudi utakuta wali na kisamvu kama kaida yako. <laughs> yeah. Lakini mama, kuna nyimbo ulikuwa unaimba hapa. Hii nyimbo huwa naisikiaga usiku mkubwa sana ikiwa inaimbwa jirani na dirisha langu. Kwa hiyo chodo, mwanangu. Hivi huwa usiku hulali, mpaka unakao unasikiliza nyimbo zinazoimbwa usiku kweli? Odeta, Odeta, nani amekuruhusu kushika mkono wangu? Umesahau ulisema mimi na wewe tusijuane? Umesahau ulisema hutokuja kuniita jina langu? Umesahau? Sikia wewe, mimi na wewe hatujuani na wala hatujawahi kujuana, Odeta. Waseli wanasema zimu likujualo halikuli likakwisha. Tafadhali naomba nisamehe, nateseka sana. Unateseka? Wewe umeteseka kama mimi? Umenipeleka katika dunia ambayo sikuwaza kama nitaishi katika hiyo dunia. Sikia wewe, mimi na wewe hatujuani na sitaki kujuana na wewe. Nimekuelewa sana Odeta, ila naomba kujua kitu kimoja, vipi kuhusu mwanangu? Mwanao? Mwanao gani? Mimi na wewe tuna mtoto toka lini? mbegu zako zikawa na uwezo wa kumtia mimba mwanamke? Odeta, sikiliza nikwambie, ni dhihaki mimi lakini usisubutu kunitenganisha na mwanangu. Tambua ile ni damu yangu na ninakuhakishia nitapambana kumpata mwanangu. Sikia wewe, anza kujipambania wewe kwanza, kisha ndo utapata hayo mengine. Samu, dada. Unatoka wapi saa hizi? Samu amenipiga. Nimekupiga ndio unasemaje kwani? Unataka tushindane sasa ndio? Nakuuliza wewe ulikuwa uko wapi? Eh? Hivyo, mtoto mbona huna hata aibu wewe? Mtaa mzima kote nasemwa mimi. Kila nikitembea nanyooshewa vidole. Hapa nyumbani nikikaa wananifuata. Kwa ajili ya wewe, kwa nini unakuwa hivyo? Eh? Haya ndio malezi ambayo nimekupa toka wazazi walipotuacha. Sina kuuliza wewe. Ukitembea barabarani humo, naambiwa wewe unatembea na waume za watu. Wewe wewe unadanga. Wewe wewe unadaiwa. Madeni yote unadaiwa wewe. Waha wanakudai wewe. Wasichana wenzio barabarani kocha anakudai wewe. Na wakidai wanakuja hapa nyumbani wanakuja kunizalilisha mimi. Kwa nini unafanya hivyo? Eh? Kwa nini unanizalilisha mimi nakuuliza wewe? Eh? Wema wangu mimi ndio unaniponza, si ndio? Kukulea mimi hapa nyumbani, nakulea kama mdogo wangu, kila kitu nakufanyia, unaenda kuniaibisha babani na kuja mimi nazalilishwa hapa nyumbani, si ndio? Kaka kila muda anakaa ananisema mimi kama mtoto mdogo, kwa ajili yako naonekana sikulei mimi vizuri, eh? Sasa naomba unisikilize, ukitaka kuishi hapa nyumbani nikulee mimi kama dada yako, naomba ufuatie ninachokihitaji mimi, umenielewa? Sitaki kuaibishwa barabarani, kuanzia leo ninasema nimesimama hapa, nikisikia tena nitakuwa sina msaada na wewe. Kwanza hebu lete hicho ulichokipata kwa barabarani ichokipata barabarani. Unashangaa nini wewe? Lete Afisa, naomba unisikilize. Yaani ukijana umefanya mambo yako ya ajabu, ubaki huko huko, usije hapa na ukija hapo, uja na vitu vya kueleweka. ulaako unijejea na vitu vyako vieleweki hapa Ni kweli mdogo wangu, ila utanisamehe, maana nilivyorudi mambo yalikuwa ni mengi sana. Nilikuwa najaribu kuweka baadhi ya vitu sawa, ila sikuwa na wasiwasi, maana nilijua utafunga chuo na utakuja nyumbani. Nimefurahi sana kukuona dada yangu, unizidi mimi, maana ni muda mrefu sana, ila natumaini kila kitu kitakuwa sawa kwa upande wako. Ndio, nashukuru Mungu. Sawa. Hizo taarifa zako ninazo, unajikuta kontawa sana hapa mtaani, sio? Unawavutisha vutisha vijana bangi nini hivyo, unajikuta nani? Kwanza oh, a sikiliza mboyi, katika maisha yangu sije kumwogopa mbwa yoyote yule. Yaani mimi kwangu nachukua yote fakin. Sikiliza sasa, jipange, naenda kukuletea nyungu muda sio mrefu. Wasikiliza oh, wekolowe, mi katika maisha yangu sijawahi kumwogopa mtu yoyote yule. Alafu mimi si ndafi. Na nakuomba kitu kimoja, alafu uliweonywa, ukijaribu kuniletea nyungu ntakuja kukuua. Au unataka nikuoneshe advertise? Kwanza sikiliza.